Bwana Yesu asifiwe na nakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa ndio kufuatia mafundisho ambayo, ah, ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tunakwenda kujifunza kichwa cha jumbe, nasema sababu pekee ya kujisifu, sababu pekee ya kujisifu, sababu pekee ya kujisifu. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike baraka kwako, yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Sababu pekee ya kujisifu. Kuna watu wanajisifu kwa sababu ya utajiri walionao. Kwa sababu kuna watu wanajisifu kwa sababu ya nguvu walizonazo. Kuna watu wanajisifu kwa sababu ya hekima walionayo. Wanajisifu kwa sababu ya mali walizonazo. Mali walizonazo. Kumbuka hivyo vitu vyote sio vya msingi, ni pamoja na kuwa ni vya muhimu lakini sio vya msingi sana. Ni vya muhimu. Hivyo vitu vyote ni vizuri. Hivi vyote ni vizuri. Lakini vema kujua kwamba jambo la muhimu ambalo tunatakiwa kujisifu ni lipi? Tunaposoma kwenye Yeremia 9:23 mpaka 24, maandiko yanaweka wazi kwamba mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, sababu ya utajiri wake na maandiko yanaweka wazi kwamba ni kitu gani, sababu ipi ambayo itakupelekea na kupelekea mtu yeyote ajisifu, pamoja na kwamba hivyo vitu vya hekima ni ya msingi, pamoja na kuwa nguvu ni za msingi, ni za muhimu, pamoja na kuwa utajiri ni wa muhimu, unaweza kukusaidia kutatua mambo mengi, lakini maandiko naweka wazi pana sabari ya 24 hiyo, Yeremia 9:23 mpaka 24, anasema hivi, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, kwamba naye anayejisifu asijisifu kwa sababu ya hekima aliyonayo, anayejisifu asijisifu kwa sababu ya nguvu alizonazo, anayejisifu asijisifu kwa sababu ya utajiri walionayo. Ni watu wangapi ambao wanajivunia utajiri walionao? Ni watu wangapi ambao wanajivunia mali walizonazo? Anasema, anayejisifu ajisifu pamoja na. Kwa vitu vyote hivi ni vya muhimu kweli, lakini anayejisifu na ajisifu kwa sababu ananifahamu mimi na kunijua na kunijua na kunijua. Kujisifu kwako kwa kama kama kama hujaokoka kujisifu kwako kwa, kwa mali ulizonazo kwa hekima ulizonazo kwa nguvu ulizonazo kama hujaokoka ni kazi bure, ni kazi bure, kwa sababu vitu vyote ulivyo navyo utaviacha na utarudi kwa babao. Na ndio maana Ayuba akasema nilirudi toka kwa mamangu niko uchi na nitarudi kwa babangu nikiwa nitoka kwa mamangu niko uchi na nitarudi kwa babangu nikiwa uchi. Paulo akaja Paulo Sulemani na akajaribu kujiuliza vitu vingi. Alijaribu vitu vingi, alikuwa ni tajiri mkubwa. Kiti chake tulichokuwa na kalia alikuwa ni dhahabu tupu. Lakini akasema hayo yote ni ubatili. Na anahitimisha, anahitimisha, anahitimisha kwa kusema cha msingi mtu amche Mungu, cha msingi mtu amche Mungu, kwa maana hiyo ndio jumla ya mambo yote yanayokwisha kusema. Cha msingi mtu amche Mungu. Usijisifu kwa sababu ya hekima uliyonayo, usijisifu kwa sababu ya nguvu ulizonazo, usijisifu kwa sababu ya utajiri ulionao. Pamoja na kwa hivyo vitu vyote kweli vinaweza kukusaidia, vinaweza kusaidia kwenye maisha, lakini ujisifu kwa sababu na ye, Yesu Jisifu kwa sababu umeokoka. Jisifu kwa sababu unamfahamu Mungu na unamjua Mungu. Jisifu kwa sababu wewe unamjua Yesu. Jisifu kwa sababu unaye Yesu. Jisifu kwa sababu ya wokovu ulio nao. Nasimaanishi kwamba vitu vyote sio vya msingi, kwamba vitu vyote. Ndio maana Yesu sema kwamba itamsaidia nini mtu akapata dunia nzima akapata vitu vyote alafu akaipoteza nafsi yake? itakusaidia nini Itakusaidia nini uwe na kila kitu alafu mwisho wako ende jehanamu? Unamhitaji Yesu. Usijisifie utajiri ulionao. Usijisifie mali ulizonazo. Jisifu kwa sababu unamjua Yesu. Jisifu kwa sababu unamjua Yesu. Mali ulizonazo bila Yesu, mwisho wako utakuwa ni mbaya tu. Mwisho wako inakuwa ni mbaya tu. Hebu muamini huyu Yesu. Yesu. Mpokee Yesu wa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Mwamini huyu Mungu anayetupa utajiri ili tufurahie. Anayetupa mafanikio ili tufurahie. Mwamini Mungu mwenye kila kitu, mwenye kila kitu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Boka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo na posti kwa channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Kama mafundisho haya yamefanyika baraka kwako, yamefanyika baraka kwako, usisahau kuwashirikisha unaowapenda. Mungu akubariki sana. Boka sababu pekee ya kujisifu ni kwa sababu na Yesu. Ni kwa sababu namfahamu Mungu na kumjua Mungu. Maana hatakusaidia hata kusaidia kitu chochote ukawa na kila kitu, alafu mwisho wako ikawa ni jehanamu milele. Tokoka. Okoka, mwamini Yesu. Kabidhi maisha yako kwa Yesu. Na ndivyo maisha yako ya wewe ya maisha yako hapa duniani yatakuwa na faida. Vinginevyo ni hasara kubwa, ni hasara kubwa. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.